Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King Baba Sam the King Tanzania TV channel inayokuletea simulizi za kusisimua ikiwemo za kuchekesha, simulizi za kuhuzunisha na nyinginezo za kusikitisha. Pia chaneli hii hukuletea makala mbalimbali ambazo ni makala za kijamii, pamoja na maisha kwa ujumla na sasa tunakuletea makala fupi zinazoitwa Tujadiliane ambazo zitakuwa zinaletwa na Anko. Usisahau kusubscribe chaneli iliyoandikwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, ili ujifunze mambo mengi. Hii ni chaneli yako Mtanzania, na hii ni makala ya this is Tujadiliane. Tujadiliane. Marhaban bikum mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Karibu tena, karibu tena katika eh, nani yetu, ambayo makala yetu ambayo umeizoea Ewa anko mijadala na kitu ya. Bwana we acha kabisa, ama kweli dunia dunia imekwisha na hatimaye, siku hizi dunia imebaki ni <coughs> nijiulizauliza <wizard. coughs> sielewi hapa bwana. Leo ambacho nahitaji kujadiliana leo anko mijadala ni kitu kimoja, kuna wanawake tunaenda kujadiliana na wanawake hmm. Kuna mtu mwingine anaweza akasema anko e, mijadala asilimia kubwa sana umekuwa ukileta mijadala kuhusiana na wanawake e, haya ndiyo mambo ambayo yanatokea kwenye jamii yetu, kwa hiyo ni lazima niilete, kwa sababu kama endapo hawataki wa wajadiliwe ni bora wakajirekebisha. Sasa kila kukicha wanazidi wa <coughs> tunaanza kama ifuatavyo. Enzi hizo za zamani tulikuwa tunaona mwanamke ana uwezo wa kwenda kuolewa na mwanaume na akaishi hata kama mwanaume hana maisha. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Na si hivyo tu, kipindi hicho cha zamani manake ulikuwa una uwezo wa kumchumbia mwanamke, yaani binti, hatimaye ukaingia naye kwenye ndoa pasina hata kufanya tendo la ndoa. Cha kwanza. Cha pili, walikuwa wanaaminika Elewa vizuri hapo mtazamaji na msikilizaji, lakini zama hizi asilimia kubwa wanatanguliza kwanza pesa mbele kuliko upendo. Aaaa, zama hizi wanatanguliza mbele pesa kuliko upendo, na tukija kuangalia hasa wadada wa mjini, kipindi hicho cha zamani hata kama ungekutana na dada wa mjini ukampenda, manake maadili yalikuwepo na ulikuwa na uwezo wa kumpenda hata kama yeye alikuwa na na uelewa kuliko wewe, ana umjini sana, anajua namna jinsi anavyofanya, yaani ana ujanja kuliko wewe, wewe ukawa mshamba mwanaume, lakini bado ulikuwa unaweza kukaa naye vizuri na unaweza kuishi naye vizuri. Ni tofauti na sasa kabisa, tofauti na sasa. Sasa hivi ni kweli wamekuwa wajanja, lakini asilimia kubwa sana wanaweka kitu kinachoitwa pesa mbele, upendo baadaye. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hivi unataka kuniambia mapenzi ni pesa? A unapotaka kuoa mwanamke ni lazima uwe na pesa? hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu zamani? Kwa nini sasa hivi wanawake wamebadilika na kuwa wapenda wa, wa, pesa? Sasa hivi mjini ndio kabisa huwezi ukagusa kabisa mwanamke wa mjini. Yaani ukitaka kumpenda, ni lazima kwanza uwe na pesa. Yaani wameweka pesa mbele. Na ndio maana wadada wengi sana wa mjini sasa hivi wanapenda pesa na pia wengi sana ukija kuangalia wanakaa magetoni. Alishatoka mpaka na kwa wazazi anapa alishapanga yeye mwenyewe peke yake akienda kuolewa, mahusiano yanamshinda, anashindwa hata namna jinsi ambavyo anaweza kutunza familia yake. Mwisho wa siku amezalia zalia kwa wanaume mbalimbali, hatimaye na watoto wanne amepanga geto. Ukija kuangalia oh. Maskini ya Mungu, ni kabinti kadogo tu, kana miaka ishirini na tatu, lakini ukija kuangalia ana watoto kama wanne. Oh. Sa, ya upendaji wa pesa tofauti na zamani. Sasa ninachotaka tujadiliane leo hivi, tujadiliane hiki, kwa nini mahusiano ya zamani ya, ya watu wa zamani yalikuwa ndoa zao kwanza zinadumu kuliko za kisasa, na kwa nini asilimia kubwa sana wadada wa mjini, ukimpenda anakimbilia sana pesa kwanza kuliko upendo? ni kwa nini eh? ni bora hata wa vijijini kwa sasa hivi, asilimia kama sitini bado wanapatikana wavumilivu, na bado wanapatikana watu ambao hawapendi pesa lakini mjini ukienda ku, ukitaka kuoa dada wa mjini asilimia tisini wote ni wapenda pesa. Asilimia kumi tu za kutafuta tafuta ndio unaweza ukampata mvumilivu, za kutafuta tafuta, na wala sio kwamba eti ni za kupata kabisa. Yaani hao wanawake wadada hao wa mjini, yani umtafute kweli kweli, yani mpaka umpate mdada ambaye anaumizwa na, na mapenzi, anataka kweli kupenda katika hao asilimia kumi ndo wale wanaoumizwa wana wana wana na mapenzi, wanaotaka kupenda, ndo unaweza ukakutana nao. Tofauti na hapo, hakuna, asilimia tisini zote zilishadaharibika oh. Sasa je, kwa hali namna jinsi ambavyo mambo yanavyozidi kwenda, hauoni asilimia sitini hii ya kijijini na yenyewe takuja kutoweka huko mbele tunakoelekea? Kwa nini wanawake siku hizi wanaabudu sana pesa kuliko kuabudu upendo? na ndiyo maana asilimia kubwa sana He. kuna marafiki zangu bwana wanasema siku hizi wanawake wa sasa hivi ni aheri ukamchukua kwanza ukamweka ndani alafu uone madhaifu yake yakoje. alafu ndipo utakapoweza kwenda kulipia mahali nyumbani kwao Uoni kama hii ni hatari zaidi siku hizi ndoa watu hawafuatishi hata masuala ya kidini wanaenda tofauti kutokana na wanawake walivyo Leo hii wewe unadaiwa mahari ya, ya kiasi cha shilingi ya uh, milioni mbili umeona, milioni mbili alafu deni yule mwanamke unaoenda kumlipia milioni mbili haujakaa naye hata miaka miwili, mara amekuzalia mtoto wa nje kisa tamaa ya ah. Mara ameanza kuleta kiburi, kume kampata mwanaume mwingine, amesahau kwamba ni dada ambaye ameshalipiwa milioni mbili kwao. Hivyo unategemea wanaume wataendelea kuoa? Kwa hali kama hii ni lazima watakata tamaa, na hatimaye wat, mwisho wa siku wataacha hata kuoa kwenyewe. Watakuwa wanawatumia tu, si mnataka pesa? Lazima wawanunue wawatumie. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, mimi ninachotaka tujadiliane ni hicho. Kwa nini sasa hivi wadada wameamua kuendekeza upendo wa pesa, yaani wanapenda pesa kuliko mapenzi? Kwa nini hawapendi ndoa? wanapenda mahusiano ambayo mwanaume awa anampa pesa amtumie kimwili, ndio maana siku hizi kujiuza kumekuwa ndio fasheni. Mimi kitu ambacho ningeiomba serikali basi na wao wapewe vibali, wao wanalipa kodi, pengine hiyo hiyo ni biashara muhimu sana kwa sababu ndivyo ambavyo wanataka kujiweka. Watu wa Mungu wamewaumba, maskini ya Mungu wana thamani kweli, lakini wanajiishusha ovyo. Ndo mambo yanayo na ni lazima tuyasemee. Ebwana, tunajadiliana kuhusiana na maswala ya wanawake wa zamani, namna jinsi walivyokuwa na upendo, na kwa nini wanawake wa sasa wanapenda sana pesa. Yaani wanatanguliza mbele pesa kuliko mapenzi. We naona ni, ni kitu gani ambacho kimewafanya wakawa hivyo? Basi Unaweza ukaweka komenti yako hapa hapa kwenye channel yetu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel katika upande ule ambao unakuambia add comment. Unaweza ukaweka comment yako hapo tayari manake moja kwa moja utakuwa umefanya unyama. Pia unaweza ukatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Baba Sam the King Tanzania. Hapo utaweza kudondosha comment yako kwa nini wanawake wa sasa wanapenda sana pesa kuliko upendo? Kiasi kwamba una mwanamke ana uwezo wa kukubadilikia bwana. Mm. Umemuoa ukiwa na pesa, unajua amekuja kwa upendo. Ngoja siku utakapofirisika, anakukimbia hata kama wewe umepatwa na ajali. Ile kazi uliyo kuwa unafanya tayari ime, imeshindikana. Hawezi kukuvumilia kwamba eti mpaka utakapopona. Hakuna. Akishapata tukabwana bwana kengine na acha amekutelekeza hata kama wewe una, una watoto, anaweza hata kukuachia hata watoto akakimbilia sehemu yenye hela. Oh. Ah. Anaacha uhai wa mtu anakimbilia pesa. Wanawake wamesha kuwa mashetani kweli kweli, aya, oh. Mimi ni anko mijadara mm, mimi ni anko mijadaa nikuage niseme kwa heri, mpaka hapo tena tutakapokutana kwenye this is Tujadiliane. Eh, mjadala mwingine ambao mtakao kuwa nimeuona katika jamii zetu hizi. Ee bwana, nikuage niseme kwa heri, kwa sasa mpaka hapo tutakapokutana tena. Alamsiki. Lakini ninaweza kuachia wanawake, mjirekebishe. Wanawake mnathamani sana lakini thamani yenu hamwioni. Mmetanguliza sana pesa mbele, kana kwamba pesa ndio yenye thamani. Kumbe hamjui nyinyi mna thamani kuliko hata hiyo pesa. Asanteni sana, kwa herini kwa sasa. Huo ndo ushauri wangu. Kwa heri, kujadiliane This is... This is... Je, yes, wewe ni shabiki wa Hasdi 02 Baba Sam the King? Kama ni shabiki yake na unapenda aweze kufanikiwa, chukua simu yake ambayo ni smartphone ingia. Kwenye YouTube andika simulizi ifuatayo: nitaacha kuombaomba lini. Itakapokuja itakuja na chaneli iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania, subscribe, like, comment, utakuwa umemwezesha Baba Sam the King ili na yeye aweze kufanikiwa. Ewe mshabiki wa Hasbi 02 Baba Sam the King, fanya hivyo ili uweze kumsapoti sapoti vipaji vya Tanzania. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515 Mungu awabariki wa wote, shabiki wa simulizi za hasdi 02 Baba Sam the King. Mwenyezi Mungu awabariki kwa upendo mlio nao. unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752 73 25 15. Baba Sam the King.